Bwana Yesu asifiwe. Karibuni siku ya leo tukazidi kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo nilikuwa najiuliza je, wokovu ni nini? Watu wengi tumeokoka, kama mimi nilikuwa sijui wokovu ni nini, lakini nilikuwa najiona kwamba nimeokoka tena nimeokoka mwenda mbinguni, lakini kumbe wokovu uko tofauti kabisa na vile ambavyo huwa tunachukulia wokovu wa mwanadamu ni kubadilika kutoka kwa kitu fulani kwenda kwa kitu fulani, yaani kwa mfano, ulikuwa mwizi na umeokoka, umejizuia, ule wokovu umekusaidia wewe kutokwenda kuiba tena, kwa hivyo umeokoka na wizi. Na kama ulikuwa unajizini ama ulikuwa ni mtu wa tamaa mbaya, na Mungu amekubadilisha umeokoka na ukaweza kubadilika kutoka kwa kujizini, ukaanza kuishi maisha mazuri. Kumbe hiyo ndio kuokoka. Kama ulikuwa ni mtu wa uchungu, ni mtu wa hasira, ni mtu usiyewaheshimu wazazi wako, hiyo ndio inaitwa kuokoka, maana umebadilika. Ulikuwa ni mtu wa uchungu ume, umebadilika, umeacha kuwa mtu wa uchungu, umeanza kuwa mtu wa kusamehe na kuachia. Ulikuwa ni mtu wa kusema uongo, lakini unajikuta ukiokoka. Ule vile ulikuwa unasema uongo bila kuogopa, unajikuta kuna hofu, unajikuta umeacha ile uongo, unaanza kujikuta unasema ukweli. Hata kama jambo hilo limekubana kiasi gani, unajikuta na wewe umesema ukweli. Kumbe hiyo ndiyo kuokoka, mtu. Ndio tukasoma kitabu cha Mathayo Mathayo, mlango wa tano mstari wa kumi na sita, anasema Vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Naona venye neno nasema, vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu. Nuru yenu naiangaze mbele ya watu, si mbele ya Mungu. Aa, mbele ya watu. Kwa hivyo unapookoka, usiokoke kumwonesha Mungu, okoka kuonesha watu wakuamini waseme, kweli huyu mtu ameokoka, wa waone matendo yako. Tunaambiwa hapo chini hmm? mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema. Unasikia, matendo yenu mema. Kama wewe ulikuwa ni mtu wa asira, usiniambie umeokoka lakini wewe bado asira yako iko pale pale Usiniambia umeokoka na bado uchungu wako uko pale pale. Usiniambia umeokoka na bado tamaa yako iko pale pale. Usiniambia umeokoka na bado unadharau kwa wazazi wako, au waheshimu wazazi wako, au uchukulia wazazi wako kama watu wa thamana. Hiyo haimaanishi kuokoka. Tunaangalia matendo, mbele za watu, wanasema nini kuhusu wewe? Watu wananena nini kuhusu wewe? Wewe mwenyewe umebadilika kutoka kwa kiungu kitu fulani kibaya, ukabadilika ukawa kitu chema. Ulikuwa utendi mema, ulikuwa ni mtu wa kutenda mabaya, umebadilika, umeacha kutenda mabaya, sasa hivi unatenda mema mpaka watu wanashangaa, wanasema ah, kumbe amebadilika sana bwana, wanashanga eh. Hiyo ndio kuokoka. Kuokoka si kuambia watu umeokoka ama kwenda kanisani. Kuokoka si kwenda kwaya Kuokoka si kuchaguliwa mzee, wakati kuchaguliwa karani. Kuokoka sio hiyo. Kuokoka ni kubadilika. Kuokoka ni kutenda yaliyo mema, kutenda mambo mema, kutoka jambo bovu mpaka unatenda jambo zuri. Hiyo ndio kuokoka. Usisema umeokoka. Watu wengi tunasema mi nimeokoka. Roho Mungu waangalii mwili, anaangalia roho. Lakini matendo yako, matendo, tunaangalia matendo, matendo ndiyo, tunaangalia umeokoka unaimba kwaya, lakini angalia matendo yako, mavazi yako. Mavazi pia inadhihirisha ni nini kilicho ni moyoni mwako. Mwonekano wako wa nje unaoneshana kabisa wewe ni nani. Kwa hivyo tusiseme kwamba umepatiwa eh. Kwa mfano umesimama mahali, mambo tushuhudie, unasema "Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu nimeokoka Kristo, lakini kila mtu anabaki na maswali. Huyu mwenye, uh, huyu mwenye tulikuwa naye huyu, ah, mwingine anasikia hiyo, ah, mavazi yenye amevaa jana yenye nilikuwa naye amevaa skin tight mbana. Sasa hiyo ni kuokoka? Mavazi yako hayakutambulishi kwamba umeokoka. Mungu anaangalia matendo yako ye mwenyewe amesema kabisa hmm? Matendo yenu mema wamtukuze, e, mataifa wamtukuze. Kwa hivyo hao watu watamtukuza baba yenu hmm? Mataifa watamtukuza baba yenu aliye mbinguni, watamtukuza kwa matendo yangu mema. Matendo yangu mema, niache tamaa mbaya niache kujizini, niache uongo, niache chuki, niache asira, ni wapende watu. Hiyo ndio matendo mema, si kuokoka tu mdomo, sio kuokoka tu kujipendekeza kwa wanadamu. Wengi tunajipendekeza kwa watu, wakuone mzuri, lakini wewe ni mtu mwingine tofauti, lakini hawa oh, watu wanajua kabisa huyu mm -mm. Mm -mm. Matendo yako, matendo yako ndiyo yatakuambia wewe ni mtu wa namna gani, wewe ni mtu wa hali gani? Au unaposema umeokoka ama unapojiita ka mkutano unasema nimeokoka, angalia matendo yako umeokoka. Na kama unaona hujaokoka, ndugu yangu, okoka. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna furaha. Okoka, Badilisha matendo. We ni mtu wa hasira, ambie Mungu nataka kubadilika. Anza kuoko, anza uokovu, na we mwenyewe ujitathmini maisha yako. Ulikuwa ni mtu wa hasira, nasema nataka niokoke na hasira. Unaanza hatua baada ya hatua, naanza step one, nataka niache hasira. Unaanza na siku ambayo umesema umeokoka, shetani anakuleteaga majaribu ya kila namna, ili tu akujaribu kama Yesu. Yesu alipobatizwa na Yohana Mbatizaji, akatoka akaenda kufunga siku arobaini. Lakini angalia, shetani ni nani? Shetani akafika pale pap, akamletea majaribu. Jaribu la kwanza akashinda, jaribu la pili Yesu akashinda, jaribu la tatu Yesu akashinda. Mwisho Yesu akamwambia, ondoka kwangu Shetani. Kwa hivyo unapoamua ukuokovu Unapoamua kuokoka, kubali majaribu. Umesema nataka kuokoka na wizi, ndio utaletewa dili nyingi, dili nyingi za wizi. Unaposema sasa mimi nataka niokoke na asira, sitaki sitaki kukasirika tena, nataka tu niona amani, hata kama nitakasirika kidogo nitulie, ndo sasa ya makwazo yanakuja mengi. Huyu amekukasirisha, huyu anakuja na kukasirisha, huyu anakuja na kukasirisha Eh, haya, tuone utafanyaje, utafanyaji guvu hmm? Unapookoka ni kuamua kuyaacha yote mabaya, kubadilisha tabia mbaya ambayo ulikuwa nayo, kuenenda kwa tabia njema ambayo inampendeza Mungu ili baba yetu atukuzwe. Mungu akubariki sana. Unapojitathmini umeokoka sehemu gani? Maanake kuokoka ni ni hatua ni step moja baada ingine moja baada ingine. Unaokoka moja una, unapona unasema asante Yesu. Unaokoka ya pili, unapona asante Yesu. Unaokoka unaendelea tu, hatua baada ingine, hatua baada ingine, hatua baada ingine, ingine, ingine. mwishowe utashangaa watu wanaanza kushuhudia matendo makuu, nasema ah, nimeona Mungu ndani ya faith, nimeona Mungu ndani yake. Hivyo hiyo ndio inaitwa wokovu. Mungu akubariki mpaka kipindi kingine utakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.